Lakini wangeweza kushinda goli nyingi anaakilia uh, zaidi nafasi ya dakika za jioni ya Jean Charles Ahoua watu walishaona yeah, kwamba hii sasa kamba ni kweli, ni kweli na dhahiri. Nilikuwa nasema mwanzo hapa kwamba Simba ya kwenye mchezo wa leo kwenye safu ya ushambuliaji wamecheza kama meza za machinga kwenye mnada. Mm. Kila mtu yuko bize na meza yake. Kwa nini? Kwa sababu ya namna ambavyo walikuwa hawawezi wakawapa wakati mgumu eneo la mwisho Stellenbosch kwa namna ambavyo walikuwa wanashambulia kama ee. kwenda kama ee. kwenda anashambulia mpanzkenda kmawntaueda anakwenda kama yeye ni kwa nini, kwa aina ambavyo uh, ambavyo walikuwa na namna walikuwa wanacheza, namna compact defense waliokuwa nayo ilikuwa inahitaji watu ambao mnakwenda kwa ushirikiano kwa utakshakttu na na na uwenye kitu ambacho ugumu Simba kushambulia, lakini kitu kingine kigumu zaidi ambacho kiliwapa ugumu ni utulivu, zaidi ya utulivu wanasema spatial awareness. Hicho ndio kitu ambacho kiwanyima nafasi Simba, kwa sababu mechi kama hizo ya basak ni ngumu kupata nafasi kamili. Kwa hiyo kuna wakati mwingine mnapata half chance, inahitaji washambuliaji wanaojua kufunga kuliko wanaotafuta kufunga. Kwa bahati mbaya sana nafasi wanakosa ambao mipira mingi inakosa utulivu, inakosa. Tuliona anafanya hivyo Mkwala. Kufanya wakati mwingine, hata Mpanzu mwenyewe anakwenda kuna game walivyokuwa iko kwa Simba wangekuwa wanakwenda kwa ushirikiano mzuri lakini kila mtu anaenda kama machinga kwenye mnada, yuko kwenye meza yake, anajua anaita mteja aje vipi. Ile ni kitu ambacho kiliwapa ugumu kwa aina ya kushambulia dhidi ya Stellenbosch. Huyo ni Zubeli George Mkalaboko, um, ameweka mambo kidogo shabiki nao, uh, pia wakieleza namna ambavyo mchezo um, umekwenda na Simba kuondoka na ushindi huo wa goli moja leo katika dimba la Amani pale Zanzibar, eh, visiwani Zanzibar, lakini ukikutana na mashabiki wa Simba nyuso zao zimekuwa hazina furaha, na lawama kubwa wamelipeleka kwa wachezaji namna ambavyo walivyokuwa ni wabinafsi. Kila shabiki ambaye nimekuwa nikizungumza naye hapa na pale nikisikia maoni yake lawama anapeleka kwa wachezaji, namna ambavyo wamekuwa binafsi katika mchezo wa leo, ambao Simba wao mashabiki wanaamini kwamba wangeweza kupata ushindi wa magoli matatu na kuendelea, lakini hali ilikuwa hivyo, wamepata ushindi wa goli moja kwa bila. Lakini kitu kingine, tunapaswa kuwapongeza timu ya Stellenbosch, licha ya kwamba walikuwa walikuwa ugenini, lakini unaona, walikuwa walicheza kwa utulivu, walikuwa wanakaba eh, kwa umakini mkubwa, lakini pia na mipira ya kurusha nimetazama namna ya mipira hiyo ile ambayo ya, ya kurusha ya, pembe, ya pembezoni, wamekuwa na matumizi matumizi nao mazuri. Kwa hiyo Simba, pia wanapaswa kuwa na, na umakini katika mchezo wa pili ma wa marudiano, kwa sababu katika mipira takriban minne ama mitatu ambayo wamerusha mipira miwili iliweza kuleta ya kuleta, kuleta, kuleta tafrani katika eh, lango la Simba, lakini laki, kwa hiyo kwa, kwa ujumla mchezo ulikuwa mzuri kama ambavyo mashabiki walizungumza wamezungumza kuhusiana na na, na, na, na, na, na ualaum wachezaji wao, lakini ambacho mimi nimekiona ni kwamba e, tukiwapongeza Simba kupata ushindi wa goli hini moja, lakini pia tuwapongeze namna ambavyo e, timu ya Stellenbosch ilivyokuwa e, inacheza katika mchezo huu wa leo. Mashabiki kutoka hapa katika dimba la nyua Amaan Complex na hawa walikuwa na maoni tofauti ya mchezo huu wa nusu fainali ya kwanza kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini, na hichi ndio ambacho walikizungumza ya kushuhudia mara baada ya kushuhudia dakika zote 90 ili ukamtana nge huo mimi nicho kwa nakitaka kwa Simba angalau kipindi cha kwanza pale alikuwa apiga goli moja kama alipopata au mawili, kipindi cha pili apiga nyingine na ngapi, na pili hasa lengo mimi ili na Simba ifike, na alikuwa na matumaini Simba wanasonga mbele, magoli matatu. Kwa hivyo mimi ni aka nitakia Simba, kwa sababu Simba isiyepata kwa Tanzania mimi ni Tanzania mimi ni Afrika Kusini hawezi kunisaidia, lakini kaibia Simba tayari, Tanzania tunapaa katika anga za nini za sports, na ndio Simba kaingia, Yanga wataipa pressure mwakani na no waseme kwa nini Simba ameingia finali au, kwa nini Simba amechukua kombe, si Yanga tuchukue? Unajua kampatisha ni Simba, tazeni monopoli. Simba ikafanya vizuri, Yanga ndio anapata presence, Simba akarudi nyuma, Yanga ndio anarudi nyuma zaidi. Kwa hivyo timu hizi mbili zikifanya vizuri na kuwa vizuri zaidi, unanifahamu, Simba na Yanga ndio kwa na ushindani, ushindani wetu uwe Simba afanye vizuri, akifanya vizuri tu Yanga ya Simba hivi hivi no. mea, sima, hivi kafika na lazima for example Simba wana kwamba Yanga Yanga, kwa kwa nini kaingia kaingia final sisi, lakini kajaya, lakini lakini Mwenyezi Mungu kaja. Mimi ni Yanga nafahamika, leo sikufurahi matokeo ya Simba. Namwomba kocha namwomba kocha atulie sana hesabu zake, ile timu kwa kweli inatumia science assist and uh, and geometric uh, nini mathematical natumia waho kila la heri Simba, ombea mechi yao ya kesho kwenda mbele, wafanikiwe. Ishava badala ya moja wapate mawili, songe mbele Tanzania, kazi iendelee. Kiufupi mzee kama vile ana fact, lakini unajua ile nio ni upande wa pili, sii tunaangalia jambo letu Simba hamna wa kumzuia Sionielewa, Simba hamna kumzuia kwa sababu sisi tushampiga moja hapa, tunaenda kumaliza mechi kwao. Wamekuja ili wapoteze, wamejipanga vizuri, lakini tumepata nafasi, tumewafunga goli moja. Nadhani itakuwa ni mtaji mzuri kwenda kufi, kufikia finali. Hawana maajabu kabisa yani.

natokea pande za Mwera. Ee bwana, nimefurahi sana japokuwa sijafurahi sana zaidi ya hivyo kwa sababu tutakuwa tu hii tukishinda magoli mengi zaidi japo kama nilivyosema sisi magoli japo matatu, ikiwa ndo shangwe tunaweza tukatoboa kwa sababu mpira ni kuna matokeo matatu. Sisi tukapambana tunaingia hatua ya robo ya finali. Furaha tunayo lakini sio ya kupitiliza kiasi kwa sababu magoli mawili au matatu ungekuwa kidogo kwa sababu mchezo huu ni magoli mengi. Kwa sababu kama sisi tukaenda tukarudishwa goli moja tukaongezwa la pili na tukatoka kwa ni makosa mpira ni makosa. Kama tumeweza kupata nafasi atujazitumia, hivyo imekuwa hivyo. Tumepata nafasi moja, tumeweza na kuitumia, tumepata goli moja. Naamini Mungu inshallah, mechi jayo ugenini Afrika Kusini tukapata matokeo zaidi, tukaingia <tipa> kupiga katika dakika 90 kafanya nini jamaa? Eh? Homa kibonzo nafasi. Unapata nafasi. Sio kwamba timu haijatengeneza nafasi. Timu imetengeneza nafasi. Tumepata nafasi. Ahua kama ahua kapata clear chance mbili. Sio tu nafasi ya mwisho kama ile. Ndio semifinal ndio unapata nafasi kama zile acha. Ahua anachofanya ni kukosea. Ahua anakukosea hapo na kukosoa. Bwana safi sana. Nashukuru. Kwa natowa tumshukuru Mwenyezi Mungu kumaliza mchezo salama, lakini kitu kimoja ambacho kinanisikitisha kwenye timu yangu, wachezaji wetu hawatumii sana nafasi. Wanapata nafasi nyingi sana, wanatengeneza nafasi nyingi sana, lakini hawatumii nafasi hii, nakuja kutugharimu kwenye mechi ijayo. Mpira ukipata mpira kutumia nafasi, hata tumeona juzi Bwana huyo ni mshindo. Uh, bwana uh, nikimshukuru hapo kutokea uh, visiwani Zanzibar kule ambako ametutumia taarifa ndefu na tumeweza kuwasikia mashabiki wa Simba, licha ya kwamba wameshinda uh, lakini unawasikia namna ambavyo wanapaza uh, uh, sauti zao uh, kuona kwamba wameumizwa na kupotezwa kwa nafasi na hususan nafasi ya mwisho ile ya Jean Charles Ahoua. Hao ni mashabiki umewasikia. Mkalaboko anaendelea kusisitiza yale ambayo umekuwa unayazungumza, hawana furaha mm. licha ya kwamba wameshinda kwa sababu ya kutokuona kuona ubora wa tactical patterns. Unajua mm. kwenye football timu ikicheza vizuri mnajua ikicheza vizuri kawaida mnajua ikicheza vizuri sana pia mnajua. mm. Simba e, walicheza vizuri katika kushambulia, kila mtu kaona, lakini hawakufanya vizuri kutumia nafasi, kitu ambacho kimesikitisha watu wengi, na mbaya zaidi ni aina ya mchezo wenyewe. Huu ni mchezo wa nusu fainali, kwa maana kwamba unafasili kutoka watu moja kwenda nyingine. Ndiyo. kwa mechi ilivyo, kama unakosa nafasi uwanja wa nyumbani, ambako kila kitu kinachohusu utulivu wa kisaikolojia uko upande wenu unadhani ukienda ugenini sakuaje? Kwa sababu presha itaamia kwako nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Lakini leo presha ilikuwa kwao ndani ya uwanja kuliko nje ya uwanja. Nje ya uwanja presha wote wali control. Sasa kwa namna ya mchezo ulivyokuwa kwenye hiyo tactical pattern, kwa maana utulivu wa mbinu katika mgawanyo wa kucheza ndio mizo watu. Hakuna mtu kahoji Simba namna inavyojilinda, hakuna mtu mtu kahoji Simba inavyotengeneza nafasi, watu wanahoji Simba namna ambavyo inatumia nafasi. Sasa hizo ndio tactical pattern kwamba kuna mahala ambako timu imeonyesha ina udhaifu mkubwa maji, na ndiyo ambalo limewaumiza wengi, na tulionya tulionya, nadhani tulikuwa tunazungumza so juma lililopita, tunasema moja, kitu ambacho kinatupa wasiwasi kwa simba ni ku drop intensity yao, lakini pili ni hizo tactical pattern. Swala la kutumia nafasi na zinazotengenezwa kwao linaonekana sio jambo Ndia la lazima kitu ambacho kinawapa ugumu wa mechi ijayo, lakini sio ugumu wa mechi ijayo. Maana yake hesabu zitakuwa zaidi. Haimaanishi kwamba e, mechi ijayo watapoteza ama watashinda, lakini kama mnashinda hivi kwa kubahatisha mm -hmm. Na sio kubahatisha, maana yake kubahatisha kunakuja kwamba nafasi ikitengenezwa nyingi mnafunga chache, maana yake mko kwenye ubora wenu, ni hatari sana. na ndio maana mashabiki wengi wanaojua heshima ya mechi za away na uzito wa mashindano haya, ndio wanaona kabisa kama mambo haya hajaenda sawa sawa. Unaweza ukamsikia shabiki wa Simba anakuambia yote kwa yote, uh, ili mradi timu imeshinda, haya ni mashindano ya kimataifa uh, tazama jana kwenye ligi ya mabingwa uh, watu walikuwa nyumbani Afrika ya kusini bila bila mechi zote mbili uh, kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukawa nyumbani um, mkalaboko na mambo yakaharibika, na mambo yakaharibika, au unaweza ukawa nyumbani ukapata huo hey, ushindi mwembamba Uh, ukaje kukusaidia pia utapokwenda away. Uh, kwa hiyo unaweza uh, ukamsikia mshabiki wa namna hiyo naye anahoja pia hoja. Ah, hoja ipo na ushindi, ah, ushindi huu si ushi mdogo mm, ila ulitakiwa uwe mkubwa zaidi kwa maana kujipunguzia pressure no, lakini naamini ushindi huu unaenda kuongeza pressure, kwa sababu tayari mnaongoza goli moja, mkifika away maana yake msiruhusu goli na mkatafute mabao, lakini mkiwa na yeah. magori mengi away, kuna wakati unaweza ukaona hii hata kama hatutopata ushindi lakini tukilinda ushindi wetu tunakuwa, lakini huu mm, mtu akiweka goli lake moja mmeanza upya, lakini nyinyi mkiweka moja mko kwa hiyo mnaruhusu, game ipo kwenye mteremko. E bwana, dakika tisini za mchezo wa nusu fainali ya kwanza katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam kati ya wenyeji Simba Sports dhidi ya wageni Stellenbosch ya pale nchini Afrika Kusini zinamalizika kwa kikosi cha Simba kupata ushindi wa goli moja kwa sifuri huku stori kubwa ikiwa ni goli la Jean Charles Ahoua aliyekosa eh, dakika za jioni kabisa, akipokea sweet pass kutoka kwa Elie Kibisawala Mpanzu huku wadau wa soka, wapenzi na mashabiki wakipeleka moja kwa moja lawama eh, kwa Jean Charles Ahoua. Wanasema endapo Simba akishindwa kufuzu katika hatua ya fainali, basi lawama zote zinakwenda kwake kwa, kwa kushindwa kutumia nafasi eh, ya mwisho kabisa dakika za jioni, ambapo alipewa pasi nzuri kutoka kwa Elie Mpanzu. Tuandikie pia maoni yako katika sehemu ya komenti juu ya mchezo huo. Una maoni gani na Simba unamwona kufuzu eh, katika hatua ya fainali?